Mwenye uzi wa kupimia mkononi kwenda masharikini akapima dhiraa elfu mbili dhiraa elfu, akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka kwenye viweko vya miguu. Akapima dhiraa elfu, maji yakafika kwenye viweko vya miguu. Hicho ndio kipimo, hiyo ndio kiwango cha kwanza. mm. kiwango cha kwanza tunaona ni nini? viweko vya miguu. Andika viweko vya miguu. Kiweko nafikiri kila mtu anaelewa mm. ni hiki kifundo hapo. Kwa hiyo alivyopima mara ya kwanza dhiraa elfu moja maji yalikuwa yamefika kwenye nini? Aendelea tena, kisha akapima dhiraa elfu nyingine elfu nyingine, si ndio? Yeah. mhm mm, akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka magoti. Maji yakafika wapi? Magoti yakapanda tena, elewa neno, maji yakapanda tena yakafika wapi? magoti. Kwenye magoti. Kwa hiyo kipimo cha pili ni kwenye magoti mm. ndelea kisha akapima dhiraa elfu Akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kapima tena elfu moja, maji yakafika wapi jamani? Kwenye viuno. Kwa hiyo namba tatu hapa kwenye viuno. Endelea mpaka mwisho. Kisha akapima dhiraa elfu ya elfu, yakawa mto nisioweza kuuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto usiovukika mto usio mkika. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe. Kwa alivyopima kutoka kwenye kiuno, anasema yakafika maji ya, akapima dhiraa elfu akanivusha, yakafika viunoni, kisha akapima dhiraa elfu yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Eh? yakawa mto nisiyoweza kuvuka. Maji yamezidi, maji ya kuogelea. Andika hicho kiwango cha maji ya kuogelea, alafu anasema mto usiovukika, maji ya kiwango cha kuogelea. Kwa hiyo unaweza ukaona kiwango cha kwanza cha roho Mtakatifu ni kwenye nini, viwiko. Ni viwiko, yeah, vya viwiko. mguu. Alafu kiwango cha pili tumeona ni kwenye nini, kwenye magoti, alafu kiwango cha tatu ni kwenye nini, viuno, alafu cha nne, mto mkubwa usioweza kuvukika. Yesu alisema mito ya maji yaliyo hai itatoka nasifiwe sana. Sasa upo kiwango gani? Anza kujiuliza upo kwenye kiwango gani kwa habari ya maji yaliyo hai, maana kwa habari ya Roho Mtakatifu umejazwa? Ndio ujajazwa? Ndio japo tumezungumza kwa habari ya namna gani umpokee Roho Mtakatifu. Haya, umeshampokea? Kama hujampokea, utampokea. Wewe uliyempokea Kwenye kiwango gani? Upo kwenye kiwango gani? Je, uko kwenye kiuno? Uko magotini? Uko kwenye viwiko? Tofauti yetu, kinachotutofautisha hapa, wote tunaweza tukawa na Roho Mtakatifu lakini ni viwango. Yule mtu akapima dhiraa elfu moja maji yakawa kwenye viwiko. Labda wewe pengine unatembelea kwenye viwiko na umelizika na maji ya kwenye nini, yaani roho wako mtakatifu ni wa vile viwango vya viwiko wa miguu umelizika na wewe. Mwingine umepiga hatua, umepandapanda kidogo, yuko kwenye magoti Alafu wewe mwingine ukasogea, yuko kwenye viuno, yani yuko nusu, wakati fulani unasikia bubujiko. Alafu mambo yakiendelea juu kidogo, unakaa kama umepoa poa. Sasa uko kwenye viwango gani? Alafu kuna huyu ambaye ni maji ya kuogelea, mto usiovukika. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Haleluya! Uko kwenye kiwango gani? Tunapoelekea Pentecost, kila siku Roho Mtakatifu anatakiwa kujai ujai ujae uja ujae, kwa jina la Yesu, uja kila siku itwapo leo. Na kama hujampata utampata, kanuni nishakupa na kama umempata sasa, unafanyaje? Hatua ni zile zile, ili uongezeke, utoke kwenye hiyo hatua ya maji ya chini, mpaka maji yasiyovukika, mto usiovukika, maji ya, ya kuogelea, kiwango cha Roho Mtakatifu ambacho kiko standard. Unaogelea, unaogelea kwa Mungu. Eh, hey! Ukifika kiwango hicho cha kuogelea utakalolisema mbingu zinasikia. Haleluya! Ukifika kiwango hicho cha mto usiovukika, unalolisema linakuwa. Bwana sifiwe. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtu mmoja wa mtu wa Mungu ambaye bila shaka alifika hivyo viwango vya mto usiovukika maji yakuongelea mpaka siku ya kuondoka kwake duniani aliijua, akawaambia kabisa familia yake, mimi siku fulani nitaondoka, siku fulani, muda fulani, viwango vya mtu. Kwa hiyo ilipofika ile siku kweli akasema, andaeni chakula cha mwisho tule, mimi leo naondoka. Haleluya. Kweli ikafika wakandaa wakala pamoja, wakamaliza, akatoa maneno ya mwisho kwa familia yake, alafu akasema bado dakika kadhaa taondoka, mimi naenda kwa Baba. Na kweli ulipofika muda wake, akaegamia mtu wa Mungu akaondoka. Bwana sifiwe. yani ukifika viwango hivyo, ukimwambia mtu wewe kesho wa mki aamki kweli. Bwana sifiwe. Nikawa nasikia tena shuhuda ya mtu mwingine wa Mungu, anasema siku moja ametoka mchungaji kuhubiri kama hivi unavyohubiri, si unachoka. Akarudi akawa amelala kama amejipumzisha hivi, kama usingizi unakuja ghafla. Hao wenzetu, hao, eh wachawi wachawi, ya wakapita pale kama bao amempiga kibao, mtu wa Mungu amempiga kibao. Anasema nikiwa katika hali ile nikasikia kama, ni, kama kuna mtu kanigusa hivi Kesho yake jioni akashangaa amefuatwa nyumbani kwake na wazee wawili. Wazee wawili wakaja wakamwita, bwana mtumishi wa Mungu, tunakuomba tuna shida na wewe, si unamjua mzee fulani? Namjua mzee. Ah, bwana, tunakuomba uende ukamwone. Ah, kuna nini? Naomba uende ukamwone, kesho naomba uje umwone basi nitakuja kesho jioni. Wewe, kesho yake akawa ameenda, kwa sababu ni watu wazima wa kuheshimiwa, wazee wakikuita lazima ufanyeje? uende kwa, akafunga safari, akaenda. Anasema alipokuwa anaenda, anaenda sasa kwa nyumba yule mzee ambaye ametajiwa kwamba ana shida naye. Ila walikuja wazee wengine wawili kumwomba yeye. Anasema nikafika pale nikashangaa wanaponipokea kwa heshima wanamwambia bwana, unajua mzee mzee mwenzetu yeye hana umu kama wao, ila wanamwita mzee mzee mwenzetu, mzee mzee mwenzetu unajua, e, mzee mwenzako huku ndani na e, nini na nice, nini muone haya mambo, anasema koliana nini, anasema akaingia ndani akamkuta yule mzee amelala ameparalisi, akamwambia mzee, unajua nini na nini, anasema so, akakumbuka Eh, ni nisamee mzee. Anaanza kuomba msamaha, samee msama, nisamehe nisamee sana nile nilichokifanya, ni, ni samee. Umefanyaje? anasema ah, ni, ni, ni na, ni. ah, nikakumbuka, nasema kumbe ni wewe mzee. Sasa nakupa siku saba utubu, umpokee Yesu uwe salama, la sivyo unaondoka. Bwana sifiwe sana. Inasemekana yule mzee hakutubu, alikufa. Viwango vya Roho Mtakatifu, upo kwenye kiwango gani? Kuna viwango kifika. Oh, hii ni hatari katika ulimwengu wa roho, nawekwa alama huyu mtu ni hafai. Upo kwenye kiwango gani? Upo kwenye kiwango gani? Umeridhika kwenye kiwango ulicho nacho? Jitafakari kwa jinsi ambavyo unayaona maisha yako na tunavyoisogelea Pentekoste, kwa sababu roho atashuka tena. unatamani akupeleke kwenye kiwango gani? Haleluya! umeshafika huko kwenye mto usiovukika, au hujampokea kabisa, au uko katikati kwenye viuno? Yesu anasema mito ya maji iliyo hai itatoka ndani yao, na alikuwa ananena kwa habari ya nini? Ya Roho, chemchemi ya maji. Bwana asifiwe. Safi. Mungu akusaidie kuelewa, Mungu akusaidie usirizike na kiwango hicho habari za Roho Mtakatifu ukifika hatua hii anakupandisha anakupandisha. Hizi nimetoa kama mfano, lakini ana viwango vingi. Kuna watu wapo wanaenda mbinguni na kurudi, na tuko nao hapa duniani kwa jinsi viwango, kwa namna walivyofanya ukaribu na Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu tuseme ni mtu yaani yuko kama kama kama binadamu hivi katika maana yote, kwamba ukimchukiza anachukia, ukimfurahisha anafurahi. Ukiwa naye karibu, anajua kabisa kwamba upo karibu naye, ukiwa mbali naye anaelewa. Bwana asifiwe sana. Ni kama mchungaji tu hivi. Mchungaji ukitaka kuwa naye karibu, atajua kabisa, huyu mwanangu yuko karibu hivyo anavyoenda hivi na ukiwa mbali anajua kabisa anaelewa, kama. Na Roho Mtakatifu ni hivyo hivyo. Nilisema ukifika mahali ukamfurahisha atakupa nini? Karama. Yesu anamwambia yule mwanamke, hebu nisomee pa nne nne nne kumi, mwanzoni tu pale kwenye Yohana Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, natosha. Kama ungelijua karama ya Mungu, karama ni kama zawadi ya Mungu unge, kama ungelijua, kama ungelijua karama ya Mungu kama ungelijua na nani akwambia aye nipe maji nini, ungelimwomba yeye maji kama ungelijua. Lakini kwa sababu haujui, unaleta habari zako, amna la kutekea. Kama ungelijua karama uyu weneo, ungegomba yeye maji. Bwana asifiwe sana. <laughs> Fika mahali uelewe karama ya